Moja ya pigo kubwa zaidi kwa nadharia ya mageuzi ilikuwa ugunduzi wa kitabu kidogo cha msimbo wa maelezo ya kijenetiki kinachoitwa DNA. Charles Darwin alikubali nadharia iliyokuwepo ya miaka ya 1800 kwamba mabadiliko yanayosababishwa na mazingira yanaweza kuridhiwa kijeni na kizazi kinachofuata. Alitumia nadharia hii kuelezea asili ya shingo ndefu ya twiga. Alisema na ninamnukuu kwamba shingo hiyo ndefu ilikuwa ni adhari za urithi za matumizi yaliyoongezeka ya sehemu. Kwa maneno mengine, Darwin anasema hivi twiga wangejinyosha shingo zao kufikia majani ya juu, jambo ambalo lilisababisha shingo kuwa ndefu zaidi, na kuridhiwa na kizazi chao kinachofuata kwa njia hiyo. Ndiyo nadharia unayoendelea kusikia tena na tena katika ulimwengu wa kidunia. Lakini ukweli na ni ukweli ambao unafichwa leo, ni kwamba jenetiki ya kisasa imekanusha nadharia hiyo. Sasa tunajua kwamba urefu wa shingo ya twiga unaamuliwa na msimbo wake wa kijenetiki na DNA yake iliyoumbwa na Mungu, siyo kabisa kwa kunyoosha kufikia matawi marefu kwa mamilioni ya miaka. Wapendwa, unapoiamini akaunti ya uumbaji wa kibiblia, unaelewa kwamba Mungu aliumba kila aina ya wanyama kufanya kazi kulingana na muundo wao. Kunaweza kuwa na mabadiliko ndani ya aina hiyo, lakini aina hiyo haipitishi kile inachokuja nacho. Hii ndiyo hoja ya msimbo wa kijenetiki ulioumbwa na Mungu. Na hapa kuna hoja kubwa zaidi. Kwa kweli hii ndiyo hoja kubwa ambayo Mungu anataka kumfanyia Ayubu, kwamba Mungu ametuumba sisi pia, tunaishi kwenye sayari iliyoundwa na mbunifu na miili iliyoundwa na mbunifu, chini ya uongozi wa Mungu wetu mbunifu Muumba. Unaona, Mungu anapokuja hatimaye kuzungumza na Ayubu, Bwana anaanza kumuuliza maswali, na maswali hayo yanahusu nini? Vizuri, ni kuhusu makundi ya nyota, nyota, dunia, maji. Na sasa atabadilisha mtazamo wake na atampeleka Ayubu kwenye safari ya kuona wanyama katika kile tunachoweza kuita bustani ya wanyama. Bwana atamwonyesha Ayubu jinsi anavyotunza uumbaji kutoka kwa wanyama wadogo kabisa hadi wakubwa zaidi, na ujumbe anaotaka kumpelekea Ayubu unakuwa wazi, na hapa ndipo ilipo inafariji sana ikiwa Mungu anaweza kubuni na kutunza uumbaji wake wa wanyama, basi fikiria tu jinsi atakavyowatunza wanadamu zaidi. Sasa kwanza, Mungu anamuuliza Ayubu hapa kuhusu simba, kuanzia mstari wa 39 wa sura ya 38. Je, unaweza kuwinda mawindo kwa ajili ya simba au kuridhisha njaa ya simba wachanga wanapojificha kwenye mapango yao au wanapovizia katika kichaka chao? Ukweli. Ukweli ni kwamba Ayubu pengine hajali kuhusu tabia za kula za simba wala hajali kama watawahi kula tena. Nakumbuka kuwa karibu na simba kwa umbali wa futi moja au mbili nikiwa ndani ya gari la jeep kwenye hifadhi ya Afrika miaka michache iliyopita. Simba hao walikuwa wakubwa sana kwa kweli, mmoja wao alipita karibu na jeep na mgongo wake ulifikia chini ya dirisha langu hata ingawa dirisha langu lilikuwa limefungwa na naweza kukuambia lilikuwa limefungwa kwa nguvu sana. Niliweza kumsikia akipiga miayo na ilisikika kama injini inayowasha. Sawa, Mungu anamkumbusha Ayubu hapa kwamba amewaumba hawa simba na silika zao za kuwinda, lakini Mungu kama tutakavyoona, ndiye simba wa asili tama. Mungu anadhibiti hata kiumbe huyu mkubwa na waporini. Sasa hapa katika mstari wa arobaini na moja, Mungu anamuuliza Ayubu kuhusu mnyama mwingine. Nani anayempa kunguru mawindo yake wakati watoto wake wanapolia kwa Mungu kuomba msaada? Sawa, Mungu anataka Ayubu ajue kwamba anawajali kunguru na watoto wao. Ikiwa kunguru anatunzwa na utaratibu wa Mungu, je, Mungu hatajali zaidi? Kumhusu Ayubu. Unaona, huo ni ujumbe ule ule kwa njia ambao Yesu alihubiri kwa watu wenye wasiwasi katika Mathayo sura ya 6 na mstari wa 26, aliposema angalieni ndege wa angani, hawapandi, hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na bado baba yenu wa mbinguni anawalisha, ambayo ni njia nyingine ya kusema Mungu anawajali. Lakini kisha Bwana akaongeza hili katika mahubiri yake kwa hadhira hiyo, je, ninyi si wa dhamani zaidi yao? Je, ninyi si wa dhamani zaidi kuliko ndege? Unajua, nadhani huo ni ujumbe ambao dunia yetu inahitaji kusikia leo. Unaona, wakati Mungu muumba anakataliwa, maisha ya wanyama yanapandishwa na maisha ya binadamu yanapunguzwa dhamani. Kwa hivyo, leo ni kinyume cha sheria kuvunja yai la kifaranga wa tai ambaye hajazaliwa lakini unaweza kuchukua uhai wa mtoto ambaye hajazaliwa bila adhabu yoyote ya kisheria. Unajua hiyo ni nini? Huo ni mabadiliko ya kusikitisha ya mpangilio wa uumbaji wa Mungu, ambapo ndede ni muhimu zaidi kuliko watu. Sasa wacha nionyeshe jinsi Mungu anavyoanza kuelezea ndege wa ajabu hapa katika sura ya 39 na aya ya 13 mabawa ya mbuni yanapepea kwa fahari, lakini je, ni manyoya na manyoya ya upendo? Kwa maana anaacha mayai yake ardhini na kuyaacha yapate joto juu ya ardhi, akisaulika kwamba mguu unaweza kuyavunja na kwamba mnyama wa porini anaweza kuyakanyaga. Mungu amemfanya asahau hekima na hakumpa sehemu yoyote katika ufahamu wa maneno mengine, yeye si ndege mwenye akili zaidi duniani lakini mbuni ni ndege wa kuvutia sana. Kwa kweli ni ndege mkubwa zaidi anayeishi leo. Mbuni mzima ana uzito wa zaidi ya pauni mia tatu na husimama kwa urefu wa futi tisa. Ina mabawa lakini haiwezi kuruka. Plini, mtaalamu wa asili wa Kirumi wa kane ya kwanza, alikuwa miongoni mwa wa kwanza kuandika kuhusu mbuni kwa ujinga, akificha kichwa chake kwenye vichaka, akifikiri yuko salama kwa sababu hakuweza kuona chochote. Na leo tunazungumzia watu wanaoficha vichwa vyao kwenye mchanga wakipuuza uhalisia. Lakini angalia hapa kwamba licha ya njia zake za ajabu na ujinga, mbuni ni wa kushangaza kutazama anapokimbia. Mungu anasema hapa katika mstari wa 18: na anapoamka kukimbia, anacheka farasi na mpandaji wake mbuni huyo anapoanza kukimbia huinua kichwa chake, hupanua mabawa yake madogo kwa ajili ya usawa, na huanza kukimbia kwa kasi ya maili 40 kwa saa. Unaona, Mungu anampeleka Ayubu kwenye zoo, kama vile kumtazama mbuni, ambayo ni njia ya Mungu kusema Ayubu, angalia mimi, huumba vitu ambavyo havionekani kuwa na maana sana. Unamtazama mbuni na unajiuliza Mungu alikuwa anafikiria nini. Na hiyo ndiyo hoja. Kuna nyakati katika maisha yako unajiuliza, Bwana unafikiria nini? Hii haina maana sana kweli. Kuna sura katika maisha yako ambazo zinaenda chini ya kichwa cha ajabu. Kwa maneno mengine, haijumuishi na lazima ukubali kwamba njia za Mungu si njia zako na mawazo yake kwa kweli si mawazo yako, kama tunavyoambiwa katika Isaya 55 mstari wa 8. Sasa Mungu anaendelea kuelezea ndege mwingine hapa katika mstari wa 27. Je, ni kwa amri yako Ayubu kwamba tai hupaa na kutengeneza kiota chake juu kwenye miamba na kufanya makazi yake kwenye jabali la miambai? Kutoka hapo anapeleleza he. Mawindo macho yake yanaona kutoka mbali. Ayubu, vipi kuhusu tai? Tai nimejifunza akiruka futi mia sita juu ya nyumba yako, anaweza kuona buibui akitembea kwenye njia yako ya gari. Tai aliumbwa na uwezo wa kuona samaki akiruka kwenye ziwa umbali wa maili tano. Unajua, mimi huwa na shida kuona skrini ya kompyuta yangu ikiwa umbali wa futi tano. Sasa wanaevolusheni wangesema tai alikuwa na uwezo huo wa kuona kwa sababu alitengeneza kiota chake juu sana. Wanakanusha kwamba taarifa za kijenetiki DNA, wanakandamiza ukweli kwamba haikuendelezwa kwa mamilioni ya miaka. Mungu kwa kweli alimuunda tai na uwezo wa kuona wa ajabu, kwa sababu alimuunda apae juu sana. Unaona, utofauti wa uumbaji unaonyesha utofauti wa uwezo wa ubunifu wa Mungu, lakini pia inaashiria uwajibikaji. Unaona, ikiwa Mungu alituumba, basi tunamilikiwa naye, na hiyo inamaanisha tunamjibu yeye. Na hivyo ndivyo Mungu anavyomaliza sehemu hii maalum ya ziara ya uwanjani kwenye zoo na Ayubu. Anamwambia Ayubu, Je, mwenye makosa atashindana na Mwenyezi? Yeye anayebishana na Mungu na ajibu. Basi Ayubu anajibu katika aya ya nne: nitakujibu nini? Naweka mkono wangu kinywani mwangu. Kwa maneno mengine, nitafunika mdomo wangu na kukaa kimya. Unaona, ingawa Bwana anaendelea kumkabili Ayubu hadi hapa kwenye aya ya 14, Ayubu anatambua kwamba hana hamu tena ya kudai majibu kutoka kwa Mungu. Unaona, mbele ya muumba wa ajabu Ayubu amepata jibu bora zaidi ya yote. Ubunifu wa uumbaji, utunzaji wa ubunifu, udhibiti wa Mungu juu ya viumbe vyake vya wanyama unatuelekeza kwenye ubunifu wake wa ajabu na utunzaji